Ndio. Wilaya yetu ya Mufindi mkoa wa Iringa kama nilivyosema ni kijani kama unavyoona. Hivi ni viazi mviringo, viazi mbatata wengine wanaita au viazi vya chipsi. Kwa hiyo hapa unaona kuna kilimo mseto. Kwa maana kwamba mtu amepanda na hivi viazi lakini tayari ameshapanda miti. Unaona kuna miti hii hapa inakua. Kuna watu hawajawahi kuona hii miti ikiwa midogo inakuaje. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna mti kama huu naona umepandwa hapo. Mti mwingine ni kama huu, na shina la viazi linafanana namna hii naona. Kwa hiyo linavyoanza kukua, kukomaa, linaanza ah, linatoa hizo haya maua, alafu baadaye vinatoka um, matunda fulani hapo, kisha linaanza kubadilika rangi kuwa la kahawia na kukauka jinsi linavyokomaa. Kwa hiyo ukiangalia ng'ambo kule, unaona kabisa kuna miti kuna ploti nyingi sana za miti. Kuna viazi kuna mahindi, maharage, uh, ulezi hapo kule. Kwa hiyo miti, hiyo miti mingi kabisa, unaona kama hii ni pine na milingoti mikubwa hii hapa, uh, pine, hizo pine hapa hizo, na mtu ameacha atakuja kulima maharage, kwa maana unaona hapa hapa jalimu, lakini ngambo ya pili kule unaona kuna chai kwa hiyo kuna miti kuna kilimo cha chai kama nilivyosema, laa Mufindi maarufu sana na ni mojawapo ya kilimo kikubwa sana cha biashara. Naona chai, wengine hawajawahi kuona chai ikiwa shambani, inafananaje? Hii ndio chai, hapa imekatwa kwa ajili ya kusubiria e, maotea mapya kwa ajili ya <coughs> chai inayoota, unaona kama hii imeanza kuchipua lakini yenyewe inafanana namna hii. Naona. Ile kule juu miti ile inayoonekana huwa inawekwa kwenye e, section kwamba inatenganisha shamba na shamba fulani, lakini pia kwa ajili ya kuzuia upepo mkali inaitwa hedges. Naona eh? Kwa hiyo karibuni sana wilaya ya Mfindi utajiri umejaa, kuna miji inaitwa Green City, lakini kama tungesema Green District kwa maana wilaya iliyo kijani. Ni hii kama unavyoona kijani kila mahali, kijani kila mahali eh. Sasa mbele yangu hapa kuna mti ambao ndio unaoitwa cypress ambao huu ni mkubwa kama unavyoona, ambao ambao e, watu wa kule Dar es Salaam walio wengi wanaita wanaita ah, jamani, kuna jina na sahau, lakini huu hii ndio cypress yenyewe, cypress au cypress vyovyote utakavyoita. Na hii ndo ile wakati wa Krismasi inakatwa hii miti kupelekwa maeneo mengine, wanaita miti Christmas, inafanana namna hii. Kwa hiyo ile ambayo huko mjini mnaita cypress, ile ni pine, ile soft wood. Hii nayo ni soft wood, lakini mbao zake ukizipata huwa zinakuwa zinanukia, zina harufu nzuri sana. Ndio maana wengine wakitengenezea furniture kama viti, huwa hata vanisha wapaki kwa sababu ya kutunza ile harufu nyufa hii. Hii nazoona zina, zina, zina, zinapasuka afu zinaachia mbegu zinashuka chini, kwa hiyo hii ndio cypress au cyprus wengine wanasema. Gine, wanaita miti Christmas ndio inafanana hii. E, sifa yake kubwa ni kwamba hii miti inachelewa sana kuwa tayari kwa ajili ya kuvunwa tofauti na na pine tofauti na milingoti. Huu mti unavouona hapa unaweza kuwa na miaka pengine ishirini tano hivi au kuelekea 30 na hii miti huwa inatengeneza matawi mengi sana kama unavyoona hii ap na kwa sababu hiyo mbao zake huwa zinakuwa adimu, kwa sababu ukikata vile zile saizi zinazotakiwa unakuta haupati mara nyingi, kwa sababu inakuwa imetengeneza matawi makubwa na mengi, yanasababisha mti hauendi, haupati kile kipimo unachotaka kwa hiyo mbao zake mara nyingi huwa ni fupifupi fupi. Ila kama umepanda mingi sehemu moja kama msitu, huwa inanyoka vizuri, japo bado huwa inakuwa na nani, na na madungurushi naweza ukasema, kwa maana kwamba hapo lilipootea tawi hilo, tawi linaota ndani kabisa ya mti. Hata ukichana mbao saa nyingine unakuta ina vishimo shimo ambavyo baada ya muda vinakauka vinatoka, inakuwa inaacha kama mashimo ambapo tawi kama hili limeota. Kwa hiyo huu ndo mti wa Cyprus, au Cyprus, au wengine wanapenda kuita mti Christmas, ndio huu, unafanana namna na hii ukiwa shambani uh tofauti na pine. Pine sasa ni hii hapa. Hii bahati mbaya imekauka. Lakini unaona jinsi inavyokuwa pine. Eh, kwa kawaida inanyoka hata usipopruni, kawaida inanyoka tofauti na huu hapa cypress. Na majani yake kama tulivyoona majani ya pine yanakuwa na kama visindano sindano tofauti na majani ya hiyo cypress. Pa unakuja uh, eucalyptus au mlingoti au ile miti inayotengenezewa nguzo ndio kama huo unaoona mbele yangu. Huo ee, ni mkubwa, nikifika sehemu kwenye kitalu nitaonesha midogo inakuwa inafananaje kwa wale ambao hawajui, lakini hapa kwangu hapa, hivi inayopita uh, hivi ni viazi viazi mviringo, viazi mbatata au viazi vya chips huku Iringa, ndio kazi yetu. Angalia shamba lot, ni viazi vimeshamiri hivi. Kule chini unaona mahindi yanapendeza sana, yako vizuri, ila hapa m tunathamini sana mazingira, kutunza vyanzo vya maji na mazingira ya asili kwa ajili ya faida zake pia, kama msitu kama kama mawasiliano yatakuwa sehemu ya description. Asante sana kwa kutazama.